Uh, nafasi za ajira serikali, uh, ajira serikalini. Serikali imeachia ajira mbalimbali uh, zikiwemo ajira za udreva zikiwemo ajira za mahakamani na zinginezo nyingi, ambazo kama utanisikiliza, ambapo ni utajua kwamba ni namna gani unaweza ukangalia ajira hizi na ukaapply ukatuma maombi. Kwa hiyo inachobaki unamwachia Mungu. Uh, jinsi ya kutuma maombi kwenye hizi ajira, wanatumia mfumo wa ajira poto. Mfumo wa ajira poto ni mfumo ambao unakufanya wewe kuweka vyeti vyako kuanzia cha kuzaliwa, vyeti vya taaluma uh, na vyeti vyako vyote ambavyo unavyo na vigezo vyote ambavyo wewe umepitia. Tuseme kama umepitia umepitia jeshi labda, kuna kigezo umepitia wapi, vyote utaweka kule sasa unavyoweka kule, kazi kama hizi zikitokea, cha kufanya wewe ni kuandika barua. Ukishaandika barua una upload mtandaoni kwenye ajira poto yako na unaomba. Aa, ni namna gani ya unavyoweza kutengeneza ajira poto nishazungumzia kwenye video ya nyuma. Nadhani ni video kama ya tatu ya nne, nimeshaelekeza namna gani unaweza ukatengeneza ajira poto na ikawa rahisi sana kwako kuomba ajira. Uh, tuchangamke, tuchangamke fursa ndo hizi uh, mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unaona ajira nyingi sana zinatoka, maana hiyo tunaomba tuchangamkie fursa, maana pakikaa kimya, basi itakuwa ni baada ya miaka mitatu ndo ajira kama hizi tena zianze kutoka mfululizo. Kwa hiyo tuwe makini, fuatilia tutorio yangu, fuatilia video yangu iliyopita ujifunze ni namna gani unaweza ukatengeneza ajira poto. Kama bado unakwama kuhusiana na ajira poto, basi comment hapo chini, drop changamoto yako, alafu nitatengeneza video ambayo itakuwa na kuelekeza wewe ni namna gani unaweza ukatengeneza hiyo ajira poto. Asante sana. Tuongee TV ndio habari ya mjini, na subscribe, share, comment. Tuko pamoja.